Kisha anasema mtunzi, swali namba nne, swali namba tano. Iqra aljumala alatiyata, soma sentensi zifuatazo. Namba moja, mani alfata alladhi kharaja min baytika alana? Ni nani kijana ambaye ametoka nyumbani kwako hivi sasa? Huwa ibn ammi, yeye ni mtoto wa ammi yangu. Huwa ibn ammi Ntisema, Ammi ni kaka wa baba aidha baba mkubwa au baba mdogo. Kwa hiyo mtoto wa baba mkubwa au mtoto wa baba mdogo huwa ibnu ammi, au kama kiunganisha huwa ibnu ammi. Manil fatatu lati ni nani binti huyu kijana wa kike? Manil fatatu lati kharajat min baytika alana ya Muhammadu? Ni nani kijana wa kike binti ambaye ametoka nyumbani kwako hivi sasa? Eh, Muhammad, hiya bintu khalati yeye ni binti wa mamaangu mdogo au mama mkubwa. Khalatu ni dada wa mama, kwa ni mama mdogo au mama mkubwa. Hiya yehvyo mwanamke hu, binti bintu khalati ni mtoto wa khalati yangu. Kisha namba tatu, limani lmiftahu ladhi ala lmaktabi? Ni ya nani funguo ambayo iko juu ya meza Huwa hiyo funguo. Lilmudarisi, ni mwalim. Huwa lilmudarisi, hiyo funguo ni ya mwalimu. Limani saatu lati, ni nani saa ambayo, ala sariri, ni nani saa ambayo iko juu ya kitanda. Hia hiyo saa. Lizauji ukhti, ni mume wa dada yangu. Hia hiyo saa. Lizauji ukhti, ni mume wa dada yangu. Aaa, alikuwa akitumia maneno alladhi na allati. Alladhi kwa majina ya kiume, allati kwa majina ya kike. a a kuweka ismi mausulin moja alkitabu kadesh ala almaktabi juu ya kitaabu, kisha, al -al meza a alqalamu fi haqibati, katika mkoba wangu, maksurun, imevunjwa. Alqalamu ni mudhakkar al akmeaaama fi haqibati maksurun kalamu ambayo iko kwenye mkoba wangu au kwenye begi langu imevunjwa. Na mtatu as-sayyaratu as-sayyaratu ni muannath jina la kike ile, kwa as-sayyaratu lati gari ambalo kharajat min al-mustashfa limetoka hospitali, al-ana hivi sasa, litabibi ljadidi ni la daktari mpya, litabibi ljadidi ni la daktari mpya

Amatisa mani alfatatu lati jala sati amama la mudarisati. Ni nani binti ambaye amekaa mbele ya mwalimu? Mani alfatatu lati jalasat sati amama la mudarisati. Ni nani binti ambaye amekaa mbele ya mwalimu? Hiya talibatun min Malaysia, Yeye ni mwanafunzi kutoka Malaysia. Hiya talibatun min Malaysia, Yeye ni mwanafunzi kutoka Malaysia. Yey,

Kalimatu jadida tumaneno wapya. Al-ammu. Al-ammu akaandika hapo akhul abi kaka wa baba. Al-ammu kaka wa baba. Alafu mbele akaandika al-ammatu. Ni kishangazi ni kishangazi, sawa. Ukhtul abi dada wa baba. Ukhtul abi. Al-khalu khal akhu al ummi kaka wa mama maana ni jomba. Al khalatu ni ukhtul ummi dada wa mama maana ni mdogo au mkubwa.